Yes, karibu Ba Sports. Yeah, so this weekend tumeshuhudia mechi kati ya JKT Tanzania pamoja na Simba Sports Club na kama kawaida tunavyofahamu kwamba wanapokutana Simba pamoja na JKT mechi hiyo waga ina involve matumizi mengi sana ya nguvu. Mechi hii iliisha kwa mabao mbili moja, ikiwa JKT Tanzania walitangulia kupata bao la kwanza kipindi cha pili, na Simba baada ya hapo, ndani ya dakika kumi na tano tu walitumia kurudisha magoli yote mawili nini tumekiona katika hii mechi? Kama nilivyosema mara ya kwanza, kulikuwa na matumizi mengi sana ya nguvu uh, na pia fouls zilikuwa ni nyingi sana, kutokana na matumizi hayo hayo ya nguvu. Pia katika upande wa Simba kuna kitu tulikinotis pale, kwamba mwalimu alianza na wachezaji ambao mara nyingi anawatumia kama mbadala, ni wachezaji ambao bado hawajaingia wa kwenye fomu au katika mfumo wa Simba ambao, uh, tu, kama tulivyozoea kwa makocha wengine ambao wamepita, walikuwaga wanaweka kama mbadala na wachezaji wao ni budo pamoja na nio mahema ambao wao walianza ambao walianza uh, mbele kama washambuliaji. Lakini ni wachezaji wachezaji ambao ambao tunafahamu mpaka sasa ni wachezaji ambao wanajitafuta. So JKT pia kwao waliingia na mfumo ambao wao walikuwa wanataka kuzuia kiungo cha Simba na washambuliaji wa Simba wasiweze kuleta madhara, na kwa kipindi cha kwanza walifanikiwa katika hilo, waliweza kuwazuia viungo pamoja na mabeki wa Simba I mean, na washambuliaji wa Simba wasiweze kuleta madhara katika backline yao. Na kweli katika kipindi cha kwanza walifanikiwa walitoka bila bila. Kipindi cha pili, uh, JKT walitangulia kwa kupata bao la kwanza. Lakini baada ya hapo tukaona kocha Pantev, kocha wa Simba Sports Club akaamua kufanya mabadiliko na kuleta wachezaji wake muhimu, yani key players ambao walikuwa ni Jonathan Sowa, Jincha Zaua pamoja na Elim Panzo na kweli baada ya hapo tukaona kuna mabadiliko, na bila kusahau, kuna Abraham Morris na alitambulishwa katika mchezo. Baada ya hapo tukaona kuna mabadiliko makubwa sana, na mpira uliweza kubadilika kutoka ule mpira ulikuwa unacheza katika kipindi cha kwanza, ambao Simba aliucheza na kipindi cha pili. Uh, kipindi cha kwanza Simba walikuwa na struggle sana katika kutengeneza nafasi. Walikuwa hata wakipata nafasi wanashindwa kuzitumia vizuri. So ilikuwa ni ngumu kwao kutengeneza clear chance ambayo ilikuwa inaweza ikafanya mshambuliaji aweze kushinda, japokuwa kuna chance kadhaa zilichezwa zilitengenezwa, uh, Mkwala akajikuta anashindwa kumaliza. Naweza nikasema katika hii mechi ya ambayo imefanyika this weekend ya Simba na JKT, Mkwala hakuwa na game nzuri. Sijajua tatizo lilikuwa ni nini, lakini naona hakuwa tu na siku nzuri kazini. So baada ya JKT kupata goli lao la kwanza, Simba hawakuchukua muda mrefu sana, tukaona sasa Pantev akaamua kutoa silaha zake za maangamizi. Yaani, siku hiyo nilikuwa nimekaa na watu naangalia hiyo mechi, wakasema uh, sasa Pantev kaamua kufungulia mbwa, maana by the time wale watu wameingia tu aua Sowa uh, pamoja na mpanzu, tulianza kuona impact, tulianza kuona jinsi gani uh, safu ya ulinzi wa JKT ikiwa inasumbuliwa pamoja na wale wachezaji uh, moja kwa moja tukaja tukaona goli la kwanza ambalo ilifungwa na uh, Wilson Nangu ambayo assist alikuwa ametoa Elim Panzo na goli la pili ambalo tuliona Ibrahim Morris akiwa ametoa assist kwenda kwa Jonathan Sowa. So hapo kwanza ningetaka niongelee hilo goli la Jonathan Sowa kidogo lilikuwa na ukakasi. Kilichotokea pale ni kwamba watu wengi wanahisi ile we goli ni offside kwa macho yao labda na kutokuwa na uelewa. By the time uh, wakati nani Abraham Morris anato, anatoa pasi yake ya mwisho kwenda kwa Jonathan Soa, so hakuwa offside. Kilichotokea ni kwamba yule beki aliingilia ule mpira ambao ulikuwa ni through ball, aliingilia ule mpira then akajikuta muugusa lakini alishindwa kuutuliza na kucontrol, ukajikuta mpira umevuka kwenda kwa Jonathan Soa, na kwa kuwa hakuwa offside ikawa tayari ile situation imeshavunjwa na moja akajikuta kwamba Jonathan Sowa anaweka kambani uh, na kubadilisha matokeo kuwa mbili moja. So katika hii mechi tumeona kwamba uh, magoli yote aliyopatikana yalikuwa ni magoli mazuri, lakini goli la Nangu na lilikuwa ni goli zuri sana. Ile header ambayo alitoa Nangu na ilikuwa ni goli zuri sana. So tumeona Simba ambayo iko chini ya Pantev na tumeweza kuiona kwa mara nyingine tena katika ligi ni jinsi gani kocha Pantev anachezesha timu yake na mfumo wake. Japokuwa kulikuwa na surprise chache kidogo ambacho sikuzielewa kidogo katika mfumo wake. Mfano kumweka na, yule Nabi na Kagoma kama namba sita ambao wanapokezana na mbele kumweka Neo Maema. Neo Maema bado naona kama hana wakati mzuri sana Simba, bado hajaingia katika mifumo mizuri na hajaanza kupata ile fomu yake. So labda mbeleni anaweza akaja kuwa sawa na kuweza kuisaidia timu yake. Ila Ilapom... kwa ulivyoona kipindi cha kwanza mpaka pale alivyotoka kipindi cha pili, kulikuwa ni bado anaonekana na matatizo kidogo katika kutengeneza nafasi. So hiyo ndo mechi ambayo tuliweza kuiona kati ya Simba na JKT na jinsi ilivyokuwa kiufundi. So till next time, tisahau kusubscribe na kucomment hapo chini uh, tuambie umeonaje mpira wa kocha Pantev. Je, na kikosi chake hichi alitoweka na mfumo wake huu wa kuweka silaha zake kuzificha kwanza na baadaye kuja kuziachia.